a gazeti mwananchi lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika chadema ainek pata patachimbika mwanasheria wa chadema awataka watendaji wa tume kujitathimini asema kuna njama za kukidhohofisha mwenyekiti ainek ajibu mapigo asema ni tafsiri yao aitaja mahakama na no reforms yatinga pwani habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili nuguo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya dr lugemeleza inshallah mwanasheria mkuu wa Chadema ikisema walichokifanya ni upotoshaji mkubwa wa sheria na kanuni zenyewe wanazosema wamesaini. Na kikubwa zaidi, kwa katiba ya sasa, sifa ya chama kugombea au kushiriki zimeainishwa na katiba, na hata sifa za wagombea zimeainishwa undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Gazeti limeandika, mbunge ataka haki kura zisiongezwe. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wakati vyama vya upinzani vikipambania kubadilishwa kwa mifumo ya uchaguzi ili kulinda demokrasia, mbunge wa Mbogwe kupitia CCM Nicodemus muganga amewataka wasimamizi wa uchaguzi kutenda haki bila kuongeza wala undani. Wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Makala aendelea kuchanja mbuga. Katibu mkuu wa itikadi wenezi na mafunzo Chama cha Mapinduzi CCM, Amos Makala akizungumza na wananchi wa halmashauri ya mji wa Nanyamba mkoa mkoani Mtwara akiwa njiani kuelekea katika wilaya ya Tandahimba katika mwendelezo wa ziara yake mikoa ya Lindi, Mtwara jana. Undani wa taarifa hizi katika kurasa za ndani za gazeti hili, lakini pia gazeti Mwananchi limeandika dereva Tanesco aliyefariki ajalini alistaafu elfu mbili na ishirini na nne bosi kuzikwa leo. Dereva wa shirika la umeme Tanzania, Tanesco, Muhajir Haule aliyepoteza maisha katika ajali ya gari akiwa na mkurugenzi mtendaji wa Tanesco ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Zipa kufungua fursa mpya za kiuchumi Pemba. Habari katika ukurasa wa tano na hivi ndivyo ambavyo limeleka gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Kamata nakala yako usome kwa undani zaidi.